Sasa ligi ya mpira wa kikapu NBL imeendelea pale Dodoma, ambapo imeingia katika hatua ya nusu finali. Nusu finali ya kwanza NBL kwa upande wa wanawake imechezwa ime jana huko, timu ya vijana Queens wakiibuka na no ushindi mbele ya Don Bosco Lions, lakini wakati huo Fox Divas wakiifunga timu ya uh, Orquesa moja kati ya uh, michezo ambayo ilichezwa. Lakini Captain Michael Maluwe, moja kati ya waandishi wa habari ambao wako Dodoma wakihakikisha kwamba wanafuatilia kwa karibu ligi hiyo ya NBL, basi yupo huko na ametuandalia taarifa hii Captain. Naam, ligi ya mpira wa kikapu NBL bado inaendelea kupamba moto katika viwanja vya Chinangali Park hapa, uh, katika jiji la Dodoma na leo ilikuwa ni siku nyingine ambapo kwa upande wa wanaume eh, ilikuwa ni siku ya kuhitimisha eh, ule mzunguko wa kwanza wa mashindano ya mpira wa kikapu, kwa maana ile round robin inaitwa hivyo ama. Eh, kumbuka kwamba alikuwa anacheza ligi ya mkondo moja. Na michezo ambayo imechezwa siku hi ya leo ulikuwa ni mchezo kati ya uh, Bugando Planets ambao wao waliweza kucheza na Manyara na wameweza kufanikiwa kushinda kwa pointi 63 kwa 43, na, na mchezo mwingine ulikuwa ni kati ya Udizi Outsiders ambao wamecheza na Dar City. Mchezo huo timu ya Dar City imeweza kuibuka na no ushindi wa pointi 70, wakati Udizi Outsiders wakiwa wamepata pointi 48. Na mchezo mwingine kwa upande wa wanaume ulikuwa ni kati ya Dodoma Spurs ambao wamecheza na JKT na JKT amejikuta tena akiangukia pua. Sijui ni kitu gani ambacho kimewakuta JKT, sijui ni jinamizi gani ambalo linaliandama Uh, Jeshi la Kujenga Taifa Basketball Club na ameweza kufungwa kwa pointi 72 kwa 55. Tukibaki hapo kwa ufupi, kwanza uh, niko na coach Romano Sanania, mambo vipi coach? Poa kabisa. Salama. Salama. Salama kabisa. Tumeshuhudia mechi ambazo zime zimechezwa kwa siku ya leo ikiwemo mechi ya uh, ya UDSM Outsiders lakini tuanze na Planet ambayo ameweza kucheza na timu ya Manyara ya of course hiyo ni game ambayo ilikuwa ni 50-50 game kwayo yote aliyeshinda hapo kwa, expect to kushinda, lakini tukiangalia pia kitokea siku ya kwanza tuliongea kwamba ile ndo tunaiambia ndo NBL ya kwetu kabisa, Manyara against Planet Da City, hiyo obvious, tukao tunajua Da City wameenda game zote bila kufungwa. Outsiders walikuwa wanapambania waingie kwenye, kwenye playoffs, kwa sababu walikuwa wanahitaji kusimama kwenye nafasi nzuri ili waweze kuingia kwenye semis kwao. Bahati nzuri au mbaya, kwa upande wa Outsiders leo wamefungwa, na bahati nzuri kwa Dar City wameshinda. JKT amejikuta bado jinamizi linamwandama, amepoteza michezo karibu yote, ameshinda mchezo mmoja, kitu kimoja ambacho JKT hmm, sio mara kwanza kwenye NBL wanafanya hivi NBL ya mwaka jana walikuja wakiwa washindi wa pili, ligi ya mkoa ni Dar es Salaam, wamekuja huku kwenye NBL, the same thing kilichofanyika. Na mwaka huu wameenda, walikuwa wamecheza fainali mwaka huu kwenye ligi ya Dar es Salaam, wamekuja the same thing, wamepigwa na game, wameshinda game moja tu. Nafikiri ndio hiyo ambayo wameshinda tu kwao, sijui wana matatizo gani, lakini naamini JKT wanahitaji kutufanyia kitu fulani ambacho sisi mashabiki na watu ambao tumekuwa tunawajua muda mrefu, wanaweza wakafanya reforms fulani kwenye timu yao, at least wao JKT ambayo tumeizoea sisi kijeketia. So sasa hivi unaiona hata benchi lenyewe tu energy haipo, yaani unaona kabisa wako off, totally off. sijui walikuja kwa kulazimishwa, walijipanga sijui, kwa kweli <laughs> na mwenu, maoni ya coach Romano Sanania kulingana na kile ambacho amekiona na vile ambavyo anaifahamu timu ya JKT kwa matokeo hayo. Sasa kama tulivyozungumza na imebaki kuwa vile vile, timu ya Dar City anakwenda kukutana na UDSM Outsiders, uh, wakati timu ya uh, Don Bosco uh, Dom Spurs anakwenda kutana na Kisasa, kutana Kisasa. Fainali hizi zitaanza juma ngapi? Alhamisi, Alhamisi nusu finali hizo, finali. Kwa hiyo kutakuwa na mambo mazuri sana. So kabla tuja kwenda kuangalia kwenye gemu za wanawake, tusikie mashabiki wao wanazungumziaje mwenendo na timu zao katika NBL. Kwa hapa Dodoma na mimi nina timu mbili ambazo ni timu za nyumbani kabisa, kuna Kisasa alafu kuna Dom Spurs. Hizo zote mimi nazishangilia na nishasema kabisa timu za nyumbani lazima nizipe ushirikiano na nizishangilie namna vyovyote vile. By the way, mashindano ni magumu sana, watu wamejipanga, watu wamesajili vyuma vyuma kweli, yani kiasi kwamba hata timu zako zinapoingia uwanjani unakuwa na pressure. Lakini ya, huku nyuma tuna mashabiki ikiwemo mimi mwenyewe, so tunamshukuru Mungu, tunaamini kwamba tutafika mbele zaidi, tuweze tukacheza fainali kabisa. mm -hmm. Mwamko wa msimu huu kwa ya NBA zote ambazo zimefanyikia Dodoma, nimejaribu kuweza kuzitazama, lakini kilicholeta tofauti wa msimu ni kwamba timu nyingi zimewekeza, yaani watu hawajaona uchungu kulipa wachezaji pesa nyingi, waje wawape kile ambacho wanachokitegemea, na ndio maana unaweza ukaona timu zilitegemea ba timu kutoka Dodoma ndio zina struggle lakini timu kutoka Dar ndio zina struggle. Kwa hiyo unaweza ukaona kwa mfano ukiangalia Dar City kaonyesha dominance hali ya juu, lakini kuna namna tu watu sasa hivi wako kwenye drawing board wanatafuta namna ya kumkamata Dar City. Lakini the rest unaweza ukaona nafasi ya pili ni timu kutoka Dodoma, nafasi ya tatu ni timu kutoka Dodoma. Kwa hiyo Dodoma kama mwenyeji, of course, tunategemea ni Spurs ambaye anaweza akafika fainali. Sasa tuende tukaangalie kwa upande wa wanawake, kulikuwa kuna michezo miwili ambayo imechezwa nusu fainali, na kumbuka wanawake wanakwenda kucheza best of three na best of one, yani kwa maana ya mchezo wa kwanza umekwisha chezwa. Tukianza na mechi ya Fox dhidi ya Orkeswa, mchezo ambao ulikuwa ni upande mmoja, vijana hawa ama mabinti wamejikuta wana hali mbaya mbele ya dada zao na kuweza kufungwa kwa pointi 89 kwa 38. Nafikiri tuliongelea hili swala jana, hii mechi itakuwa ya upande mmoja na hiyo ndio itakavyokuwa, ni ya upande mmoja. Ukiangalia Fox wana experience player wengi, Okeswa ni timu ambayo ni mpya, ni jina, ni under 16, under 16 wote ukiangalia yeah. Wale wachezaji wao Katamboi mwenyewe yupo Fox, wachezaji wao wengi ambao ni tegemeo tayari wako na ma, majukumu mengine, kwa hiyo hatukutegemea kwamba wanaweza akawaleka upinzani mkubwa sana kama walivyoweka kwa timu ya JKT, uh, JKT Stars. JKT Stars alifungwa na Okeso. Yes. Lakini unaweza kuona sasa Fox ameamua kuwa serious. Hataki, hataki kusema huyu ndio mtoto au nini hapa. Mashindano haya hamna mtoto, ah, kabisa. Kwa hiyo, well, wamewapa haki yao hiyo, anyway, game ilikuwa ni upande mmoja kutokana na ile wanasema quality ya wachezaji ambao wamekuwa nakutana nao. Ni timu nzuri, lakini ndio inajengwa inatengenezwa kana msimu unaokuja wakabadilika wata hawa na, na mechi nyingine ambayo ilikuwa imepigwa hapa na imemalizika kwa ushindani mkubwa ni dabi ya upanga inaitwa hii uh, kati ya Don Bosco Lions na Vijana Queens, mchezo ambao umemalizika kwa pointi 59 kwa 54. Don Bosco Lions ameongoza kota ya kwanza, ya pili, ya tatu. Kota ya nne, dakika kama nne za mwisho, hali ikageuka za nikasema hivyo na game plan ya, kwa sababu ukiangalia leo Lions walivyokuja walivyocheza leo na walivyocheza na JKT, nikuja na plani ile ile, na ukiangalia wako na shortage number ya watu ambao mapost, wana mchezaji mmoja tu ambao wanamtegemea ambao ni Tau Tau. Hawezi cheza dakika zote 40 against mabigi ambao wana vijana na watu walefu wawili watatu ambao anaweza wakafanya sub kwa ajili ya nini, kusaidiana, kitu ambacho l hawana. Ilikuwa ni sawa, wameenda kota, lakini pia kumaliza game imeshindwa. Wameshindwa kumaliza game kwa sababu kuna time wanaongoza by four points dakika almost 4 lakini zilitokea turnover fulani ambazo zilifanyika ambazo zikapa vijana nini, rib. Kwa hiyo sijui kesho watakujaje, lakini coach lazima, kwa mimi, ningekuwa mimi kama mimi ningerotate ile benchi. Sasa una rotate kwa sababu ishu yao ni post player, ndio ishu kubwa. Nakuja hapo, swali moja, kuna wachezaji ambao wanacheza ligi ya Dar es Salaam ni hao hao, nao kwenye benchi kwa nusu, watumie sasa hivi. Kwa hiyo lazima kocha angalie game, kama kocha ambaye namwamini ni kocha ambaye yuko vizuri, lakini lazima ajue atakuja na plani gani kwa ajili ya game ya kesho. Akija na plani hii hii niwakipita nam twende, tukapate nafasi ya kuwasikiliza wachezaji wenyewe wanasemaje. Uh, kwa upande wa Lioness, lakini pia kwa upande wa vijana Queens, baada ya mchezo. Mchezo ulikuwa mzuri, tuliongoza kota zote, lakini kwa bahati mbaya kota ya mwisho tulifungwa. Ni kwa sababu sisi dakika ya mwisho tuli lose energy, wenzetu ndo wakatumia fursa hiyo wakashinda ila naamini game inayokuja tutapambana kuanzia mwanzo mpaka mwisho na tutashinda. Game ya leo mimi nitasema ilikuwa nzuri, kwa sababu vijana tumekutana nao kwenye mzunguko, na ile ya kwanza ilikuwa yani mbaya zaidi, na leo nashukuru Mungu tumecheza vizuri, na kama tunavyojua kuna mshindi na mshindwa. Uh, yani competition imekuwa very high na I'm excited of that. Imekuwa yani sasa hivi kila mtu anapambania namba. Yani sio rahisi kuwa yani hata kufika kwenye nusu finali sio rahisi. Kila mtu anaipambania. The game was kind of hard. Uh, we started on a very low key like uh, they were raining threes on us and uh, they they had this one post player and uh, they utilized her. They could protect her from fouling a lot. So mostly they could play defense for her then she plays offense. Game ya kwanza tuliwafunga kwa basketi nyingi sana, lakini leo mchezo umekuwa mgumu kwa sababu tumeshacheza mechi kadhaa kwao, wameshajua jua udhaifu wetu uko wapi na strong yetu iko wapi. Ndio maana hata leo tumepata shida sana kuweza ku catch game na kuweza kushinda. Coach, najua umeumia, nimeumia <laughs> kweli, washikaji yes. <laughs> wa viwanjani. Coach uh, Roma ni <laughs> Don Bosco wakulia, amelelewa Don Bosco, amekulia Don Bosco, anaishi Don Bosco. Kwa hiyo anavyoizungumza unaona kabisa imemgusa. So hayo ndio yaliojiri katika NBL hapa Dodoma, katika viwanja hivi vya Chinangali, na sasa tupo katika nusu fainali kwa wanaume na wanawake. Kwa wanawake sasa tunakwenda kwenye game two, kwa wanaume.